Hebu bwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV? Uko na mimi mtangazaji wako Tino Radiva. Sasa tunafahamu kwamba leo kulikuwa na mchezo wa NBC Premier League mchezo ambao umeweza kuzikutanisha klabu ya Ken Gold FC dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo ambao mnyama alikuwa ugenini leo akizisaka pointi tatu muhimu kwa ajili ya kuania mbio za ubingwa. Katika mchezo huo, Simba waliweza kuibuka na ushindi wa mabao matano kwa sifuri dhidi ya Ken Gold, mabao ambayo aliweza kufungwa na Kibu Denis ambayo aliweza kupachika mabao mawili katika mchezo huo wa leo, lakini pia Shanshazyawa aliweza kufunga bao moja pamoja na Elim Panzo ambayo aliweza kufunga moja, na bao la tano liliweza kufungwa na Ateba mbida ya katika mchezo huo, Simba waliweza kuibuka na ushindi huo mnene, ushindi ambao waliweza kuwapatia pointi tatu muhimu. Na matukio makubwa ambayo yameweza kutokea leo, ni miongoni mwa tukio kubwa zaidi, ni ishu ya Bernard Morrison kuweza kugoma kutoka uwanjani baada ya kufanyiwa sabu katika dakika hamsini katika mchezo huo. Ya he bwana kama wanataka ku pata tathmini fupi kuhusiana na kwamba kwa nini Bernard Morrison aliweza kugoma kutoka uwanjani baada ya kufanyiwa hasabu, basi na kusiwezi kutazama video ambayo inafuata baada ya video hii. kunakuo tisha sana kwa sasa mi na sign out. Tukutana wakati mwingine tena, chao.